Haya ndo makosa ambayo watu wa kisukari mara nyingi ao wanaendelea kuyafanya, na ndo haya huwa yanafanya kila siku waendelee kuteseka na changamoto ya kisukari. Namba moja ni kutofuata maelekezo ambayo wamekueni wakipewa na madaktari wao, na hii ndo pointi kubwa sana. Wengi hatufuati maelekezo, lakini pia hatupati usingizi wa kutosha. Ndugu yangu, usingizi wa kutosha ni tiba. Kama upati usingizi wa kutosha, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia, kutofanya mazoezi. Wengi tumekuwa hatufanyi mazoezi wazembe, lakini hii ni hatari kwa afya yako. Kama una vidonda au una changamoto ya kisukari, hakikisha unafanya mazoezi. Matumizi ya pombe na kula vyakula vya viwandani, vyakula vilivyosindikwa, ndio tumeshazoea hiyo, ni hatari kwa afya yetu. Lakini pia mwisho, uh, kuendelea kutumia vinywaji vya sukari, kutumia wanga, kutumia mafuta, lakini pia uh, na sukari, eh, sukari pia hii ni hatari kwa afya yako, na ndio haya makosa yanayokufanya wewe uendelee kuteseka na kisukari. tuambie hapo chini ni makosa yapi ambayo kwako kwa yamekuwa yakizoeleka. Kama utakuwa na changamoto la kisukari, basi wasiana Dr. Jimmy ili uweze kupata tiba na ushauri moja kwa moja.